Tunamshukuru mshukuru Mungu kwa kuweza kuungana nawe leo. Tunaendelea na tafakari yetu ya kichwa kinachoeleza tumaini tulilo nalo katika kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na jana tuliangalia ya kwamba tunapata Uh, tumaini la kwanza, uhakika wa, wa msamaha wa dhambi. Ninatamani kuongeza aya nyingine ambazo zitakusaidia kuweza kuelewa jambo hili ya kwamba tumesamehewa na Kristo alitolewa kama sadaka kwa ajili ya dhambi zetu tupate kuwa huru, tusikae tena katika utumwa wa dhambi. Ukisoma katika Isaya hamsini na tatu aya ya kumi, Isaya 53 aya ya kumi tunaandikiwa maneno haya, Biblia inasema hivi lakini Bwana aliridhika kumchubua; amemuhuzunisha; utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba nafsi ya Kristo imetolewa kama dhabihu kwa ajili ya dhambi, kwa sababu dhambi inachodai kutoka kwa mtu anayeifanya ni mauti na Kristo anatoa nafsi yake iwe dhabihu kwa mauti, ili apate kutuokoa kutoka kwenye utumwa wa dhambi, tuweze kuwa huru. Tangu Kristo alipotoa sadaka hii mpaka sasa na hata baadaye, dhambi haina nguvu kwenye maisha ya mwanadamu. Ikiwa tu utafungua moyo wako na kuamini matendo yote ambayo Kristo ameyafanya kwa ajili yetu, utaishi maisha ya uzima wa milele. Utapokea neema kutoka kwa Bwana na fadhili kutoka kwa Bwana, na nguvu ya Mungu itakufunika kwa namna ya ajabu. Nguvu ya dhambi haitaweza kutawala maisha yako. Kristo ametolewa kama dhabihu kwa ajili ya dhambi, ili mimi na wewe tuwe huru, tusikae katika utumwa wa dhambi. Fungua moyo wako, mwamini Bwana Yesu na neema yake itafunuliwa kwako. Na tuombe. Bwana Yesu, tunakutukuza, tunakushukuru. Asante kwa kuitoa nafsi yako kuwa dhabihu kwa dhambi ili sisi tupate kuwa uhuru. Bwana, nakusihi neema yako ifunuliwe kwetu, tupate kujua hakika vile ambavyo umetupa tumaini kubwa kwa kufa kwako na kufuka kwako. Mwangalie mtumishi wako huyu, e Bwana, neema yako ifunuliwe kwake, ukamwatamie kwa uwezo uka wako na nguvu ya kwako, ukampe uhuru mbali na dhambi kwa uwezo wako. Anapofungua moyo wake kukuamini, wanaingia ndani yake, ufanye makao, ukampe neema na utukufu wako upate kudhihirika kupitia maisha yake kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ndugu yangu nina kushukuru kwa kuungana nasi. Mungu akubariki sana. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki.